maji Truphena Muthoni, msichana wa miaka ishirini na miwili kutoka Nyeri, anashikilia rekodi ya dunia kukumbati ya kukumbatia mti kwa saa 72 mfululizo, baada ya kukamilisha zoezi aliloanza Jumatatu saa sita na dakika 25 adhuhuri. Ikithibitishwa na kitabu cha rekodi cha dunia cha Guinness, Truphena atasalia binadamu wa pekee kuweka rekodi ya saa 48 na kuvunja mwenyewe ndani ya miezi 9. Kama Mwangi amekuwa akifuatilia taarifa hiyo, tunajumuika naye kwa sasa atuarifu mingi zaidi, Kama. Na, uh, asante, asante, Na hapa katika kaunti ya Nyeri, uh, wakazi na umati uliokuwa umefika kumtizama Truphena Muthoni binti wa miaka ishirini na miwili akivunja uh, rekodi yake ya ama kuweka rekodi mpya ya saa sabini na mbili wanaendelea kupiga picha na mti ule ambao uh, Truphena alikuwa ameukumbatia. naomba, ndugu, naomba ndugu ondoke kidogo, tuko kwenye runinga runinga ya ya Citizen Citizen, na ile picha mtazamaji, mtazamaji wa runinga ya Citizen ni wa tu wakiendelea kupiga picha na ule mti ambao Truphena alikuwa ameukumbatia tangia Jumatatu saa zikiwa ni saa sita na dakika ishirini na tano na nataka tuangalie picha za wakati huo siku ya leo ambazo eh, ndani ya saa chache zimeweza kupita na Truphena akaweka uh, rekodi mpya picha ambazo uh, ama picha ambayo ni ya sekunde kumi na tisa wakazi wa n kodi hiyo picha hizi Hi, hayo ama dakika hizo zilikuwa ni wakati Truphena alikuwa anaivunja rekodi yake, na nataka tuwasikize Wakenya wawili watatu ambao waliweza kufika hapa. Nitaanza na huyu bwana. Kwa majina unaitwa nani? Uh, furaha ulionayo kwa kifupi tu uh, wakati ulifika kumshangilia Truphena. Kwa majina. Ah, kwa majina mimi naitwa Runikome. Kwa majina tafadhali? Eh, kwa majina ni Runikome. Ehe alafu eh, mimi nimeona boy child huku tumepewa challenge manzee, tumepewa challenge, si ati tumepewa challenge na asante, yeah. Njo, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Francis Muli, Muli. Ni furaha sasa tumechalejiwa na msichana wa miaka ishirini na miwili ni furaha sana, tunasema shukrani kwa huya msichana ameweza kuhitimu rekodi ambayo ni rekodi itakuwa rekodi Kenya mzima mm -hmm. na pia Afrika mzima na. Tunasema Kongole kwa Truphena Tukimalizia na huyu ndugu tu kwa majina ee, ulifika hapa kutoka wapi kumshangilia Truphena? Asante sana, unaongea na mesha Kotieno. Nimetoka Kisumu nikuje nione huyu msichana wetu. Msichana amefanya kazi safi, sisi hatujalala, tunaona mrembo wetu, tuko na yeye kwa... kila pahali tunamfuatilia kwa mtandao, tunamsupport kwa mtandao na hata live, live tumesema lazima tufike tumsupport. Ni msichana amefanya kazi safi sana yes. Na inatuchallenge, natuambia kila mtu ajitume. Hata rais amesema watu wafanye kazi, usikae unangoja uletewe no. Aupati no. No. Watu wafanye kazi. Asante, asante. Na nimrode yeah. Ni vijana tu ambao walikuwa wamefika no. Hapa nje ya afisi za gavana Mutahi Kahiga ambako Truphena alikuwa anaendeleza shughuli hizo na ikiweza kuwa ratified na kitabu cha rekodi za dunia cha Guinness ataweza kuwa binadamu wa kwanza duniani kukumbatia mti kwa saa sabini na mbili na kwa sasa e, Truphena ameweza kuondolewa hapa aende akatafutiwe e, chakula kwa sababu kwa saa e, sabini na mbili hajakula chochote, na pia aweze kuangaliwa kama yuko sawa a, na baadaye ataweza kujiunga na vijana kwenye a, kongamano la vijana ambalo linaendelea katika uwanja wa Kamukunji hapa Nyeri mjini. Nirejeshe kwako kwa studio.